Mheshimiwa Rais, ATE tume tunapongeza juhudi za serikali unayoongeza unayoongoza kwa kuimarisha mazingira ya biashara, kuongeza fursa za ajira, kuchochea ukuaji wa uchumi, uandaaji wa dira ya maendeleo ya taifa pamoja na mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji uliozinduliwa hivi karibuni unadhihirisha jitihada za serikali. Pamoja na hayo, miradi ya kielelezo kama reli ya SGR, bwawa la umeme la Mwalimu Julius Nyerere, maboresho ya shirika la ndege la Tanzania ATCL, pamoja na miradi mingine mingi, inaonyesha matokeo ya hatua hizo. Mheshimiwa Rais, tunampongeza sana waziri Ridhiwani Kikwete kwa uongozi wake na utayari wake kuwasikiliza wadau wa utatu waajiri. Tunathamini sana mfumo wa utatu unaojumuisha serikali, waajiri na wafanyakazi katika kushughulikia masuala yote yanayohusu sekta ya ajira na kazi nchini. Ushirikiano huu ndio msingi wa mafanikio katika kuboresha haki mazingira rafiki ya kazi na uzalishaji. Kupitia ushirikiano huu, ATE tumeendelea kushiriki katika maboresho ya sheria za kazi, kukuza ujuzi kwa vijana, elimu ya uongozi na kuendelea kuhamasisha ajira zenye staha. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya Mei Mosi 2025 inasema Uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. ATE tunaunga mkono kauli hii kauli mbiu hii tukiamini kwamba viongozi wanaojali haki za watu wote watadumisha amani ya nchi yetu, wataweka mazingira bora ya biashara yatakayochochea tija na kuimarisha sekta ya kazi na ajira nchini na maslahi ya wengi. Mheshimiwa Rais, nihitimishe kwa kuwapongeza tena tukta na wafanyakazi wote nchini kwa kazi nzuri walioifanya ya kuandaa shughuli hii. Jamani, shughuli imefana haijafana? sisi waajiri tunawapenda wafanyakazi. Na tunatambua kuwa tunategemeana ili kila mmoja wetu atimize malengo yake. Hivyo ni waombe wafanyakazi watumie mifumo ya majadiliano na miongozo mahali pa kazi kutatua changamoto ili kuepusha migogoro migogoro isiyo na lazima. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha salamu za waajiri. Asante sana. Mungu ibariki Tanzania. Kwa mara nyingine tena, the Qualities Foundation wa ushirikiano wa hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa, ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753108944 au 0738229449 Saba moja saba tano tatu moja tatu moja mbili the same